Nitaongea kwa kifupi sana, najua, kwa sababu najua nimekuwa hapa kwa muda mrefu na najua mnasubiri, nasubiri pilau kule. Kwa hiyo nitakuwa kwa kifupi sana. Niko majina ya kwa mkuu Musa ni ya sadarafa wa tarafa yetu ya Katerero ikiwemo e, na Kemondo tunaisimamia. Eh, nashukuru sana kwa kualikwa kuja hapa jioni ya leo. Imekuwa siku nzuri sana, sana sana. Na mara nyingi nimekuwa nikipita tu kwa barabara nikwenda hapo chini, tuna mradi wetu wa maji mkubwa kwa mfano. Kwa hivyo kwa sijawahi kuja kwenye mazingira lakini nimefurahi kuwepo eneo hili na sherehe kwa kweli imekwenda vizuri sana sana. Niwapongeze sana nyinyi wa kidato cha 4 kwa kuhitimu masomo yenu kwa usalama kabisa. Leo ni hatua kubwa sana sana ambayo mmeifanya kwa maisha yenu ya kielimu, na tunawaombea sana basi, wote mnaotaka wako 67 mfaulu vizuri wote kwa division 1 ili mwende kwa na mkienda kule kidato cha sita kwa wale ambao mtapata bahati ya kuchaguliwa na serikali. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira mazuri sana huko. Mtakwenda kule mtakuta Mheshimiwa Rais amefuta ada kabisa ile ya kidato cha sita, kwa hiyo mtasoma vizuri kabisa. Lakini mkitoka hapo mkibahatika kwenda vyuo vikuu, pia serikali ya Mheshimiwa Rais imeweka mazingira mazuri pia. Ukifika kule kuna mikopo ya serikali utasoma bure kabisa kabisa bila shida yoyote. Na na mheshimiwa Rais atakuwa, atakuwa, atakuwa anakulipa kila siku ha ya Mwenyezi Mungu shilingi elfu kumi ili kujikimu na maisha, kwa tunawaombea sana sana mfaulu mzuri, ili mfike hizo levo za elimu. Lakini jambo kubwa sana ambayo ningependa tukumbushane leo, wa wanafunzi, wazazi na wengine wote ambao mmejitokeza hapa. Tumekutana hapa leo kwa sababu nchi yetu hii ina amani na ndio maana tuko hapa Tungekuwa tunakuungana huko mitaani siani kama kuna mtu kuja angekumbuka eneo la Bethania jioni, kila mtu angekuwa anapambana namna ya kuiokoa roho yake. Kwa hiyo niwaombe sana sana, hasa ninyi wenzetu wa wa mnao timu na kwenda kule mtaani, sisi tunaombea sana sana, sana mkaendelea kuwa wananchi wazuri na wananchi wema sana. Tumesikia hapa mmeelewa vizuri, umetengenezwa vizuri kwenye mahali Tunaomba ni maadili mkaendeleze pia kule. Msifike mtaani kuanza kusikia mnajiingiza kwenye vikundi ambao baadaye tutakuja kuwaletea shida huko mbele. Na mnasikia huko yanakoendelea. Na ninyi na ninyi tukiangaliana bado ni vijana wadogo sana. Bado tuna ndoto nyingi sana za kuzitimiza huko mbele ya safari. Leo nchi yetu ikiingia kwenye vurugu, ikiingia kwenye shida, ndoto zako zote ambazo ulikuwa umezipanga, tumesikia wengine tunatamani kuwa maengineer, tunatamani kuwa madaktari. Nchi yetu ingia kwenye vurugu hizo ndoto zako zote ambao kwa umezipanga zitaishia hapo. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana tuendeni tukae walinzi wazuri wa amani kwenye nchi yetu. Tusikubali hata kidogo kuiharibu nchi yetu. Kama liko jambo linatokea kwenye maeneo yetu, kuna changamoto, wako viongozi kwenye maeneo yetu. Wako watendaji wa kata, wako watendaji wa vijiji, wako wenyeviti wa vijiji, wako wenyeviti wa vitongoji. Tunaweza kufisha malalamiko wetu huko na kafanywa kazi lakini tusikubali hata kidogo kushawishiwa na mtu yoyote kwamba tuharibu nchi yetu, eti kwa sababu mimi kwenye kitabu changu sijapata maji. Sisi tukubali hilo jambo. Wazee wetu walifanya kazi kubwa kuilinda nchi yetu, na ndio maana leo tumekusanyika hapa bila tatizo lolote. Na nyinyi mtakuwa mashahidi, mnaona maeneo ya wenzetu hapo. Sisi tumepakana na wenzetu wa Kongo, tumepakana na wenzetu wa Uyana. Mnaona matatizo ambayo wenzetu wanayapitia kwa sababu ya changamoto za amani, wanapigana kila siku. Ukienda hapa Kigoma tuna kambi pale ya wakimbizi, tumehifadhi pale wakimbizi zaidi ya laki sita. Tunawasaidia pale, wamekimbia nchi zao kwa sababu hazina amani. Nchi za wenzetu zote ambazo zimetuzunguka zina changamoto hiyo. Nchi za wenzetu unazaliwa unakulia kwenye ukimbizi, unakulia kwenye vita. Bahati yote imepata Tanzania, unazaliwa mpaka unafika miaka sabini, mpaka kipindi ambacho Mwenyezi Mungu anakuchukua kwenye hii dunia, hutawahi kusikia kisasi wala kudunduka wala mtu mmoja kuuawa kama utajiona ile kunduku utajiona labda kwenye kwenye movie zenu ambazo mnaziangalia, lakini nchi yetu iko na amani kubwa. Ni jambo pekee la kujivunia sana na linapatikana Tanzania pekee yake. Dunia nzima hii Tanzania ni nchi pekee ambayo tuna bahati hiyo na ma tu. Kwa hiyo niombe sana vijana wenzangu wenye kidato cha nne na wananchi wenzangu ambao wote tumekuwa hapa tusijaribu kwenda kwa hali ya amani kwenye maeneo yetu. Tumesikia siku hizi hizi, siku mbili tatu, wale ambao wanatumia mitandao wako wenzetu wanahamasisha mambo ambayo sio mazuri, mazuri. Msijaribu hata kidogo na na na na sisi sisi tumejipanga vizuri sana sana. Mtu yeyote ambaye ataleta, tunataka wanafunzi wetu wa kidato cha nne ambao wamesoma wamemaliza waende kufanya yao na serikali, hatutaki wakute nchi wa maeneo yetu. Leo sisi ofisi tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba ya tarehe tisa